E, nimesikitika tu kwamba e, sasa hivi tumefikia hali ambayo unapoenda kwenye mikutano kama kiongozi wa kisiasa inabidi uanze kufikiria mara mbili mbili useme nini usiseme nini, hali ambayo haikuwepo kwa takriban e, e, miaka kumi iliyopita tukwa uhuru kabisa kuweza kueleza mawazo yetu na kuweza kueleza e, hatua mbalimbali za kisiasa, lakini a, tumeojua takriban kila kitu ambacho tulikizungumza kwenye mkutano. Kwa hiyo inaonyesha dhahiri kwamba ile fursa ile ambayo tumekuwa nayo siku zote ya kisiasa ya kuweza kujieleza ya kuweza kueleza mawazo yetu imeinaminywa sasa, na nadhani kwamba tusubiri baada ya Jumatano, wanasheria watakuwa nafahamu kwamba ile jambo litakwenda mahakamani au litakuwaje. Lakini eh, mimi binafsi eh, nimesikitishwa sana kwamba tunaanza kwenda kwenye kuminya demokrasia ambayo tulikuwa tumeshaizoea katika nchi yetu, na uhuru wa kufanya mikutano bila wasiwasi wowote. Eh, kama mnafahamu kwamba jana tayari polisi wametoa taarifa ya kuzuia mikutano nchi nzima, jambo ambalo eh, nadhani sio sahihi kwa sababu polisi wa wana mamlaka ya kutoa ulinzi kwenye mikutano na hawa na mamlaka ya kutangaza kwamba mikutano isifanyike nchi nzima. Kwa hiyo hii inatia doa sana katika hatua za ujenzi wa demokrasia katika nchi yetu na kama tulivyoeleza katika mkutano wetu kwamba hatutakubali jambo hili liweze kufanyika kwa sababu ni jambo ambalo tumelipigania muda mrefu, e, mfumo wa vyama vingi na uhuru wa mawazo na kadhalika tumeupigania muda mrefu, hatuwezi kukubali tu e, ghafla E, tuanze kuzuiwa kufanya siasa kwa namna ambavyo tumekuwa tukifanya siku zote. Yeah. Kufuatana na mkutano aliokuwa ameuendesha siku ya Jumapili pale Mbagala zake waliuliza maswali mengi ambayo yalikuwa yanahusiana na zile content za hotuba yake ambayo alikuwa ametoa. Ameelezea uh, ameelezea kwa kina nini alichokisema na maswali yote ameyajibu. Askari pia walitaka kwamba apewe dhamana ambayo dhamana tumeshamtolea na sasa anaendelea yuko yuko, yuko, na shughuli zake kama kawaida, na atatakiwa kuripoti polisi tena Jumatano ijayo kwa ajili ya kuangalia mwenendo wa unaendeleaje upelelezi wao. As far as mpaka sasa hivi ilivyo, ni kwamba alihojiwa tu kutokana na statements alizokuwa ameziongea kwenye mkutano Jumapili iliyopita, na amezielezea vema, na mpaka sasa hakuna chochote tulichoambiwa zaidi ya kwamba Jumatano ijayo aripoti tena polisi kwa ajili ya kama kutakuwa na kitu chochote cha ziada, basi watatuambia. Lakini kwa sasa hali ni hiyo kwamba mheshimiwa yuko nje, anaendelea na shughuli zake kama kawaida, na ratiba zake zitakuwa zinaendelea kama kawaida.